Hata kama na mbini kutana bahari mechafuka e, e, e, lakini unachoangalia ni kipeto faida, faida, faida. Iangalie sana faida uliyoipata kwenye imani, ichunge sana ilinde sana utakuwa unapita mbali sana hawezi na ukapigiwa na askofu na mtume yoyote, awezi ukapigiwa simu, awezi ukapigiwa simu, itaingilia wapi? Jamaa jamaa amenufaika kwa ile imani ile, hata huo moyo awezi hata kuota, awezi kuota yule, awezi hata messeji tu ya bahati mbaya aiwezi kaingia haiwezi kaingia hata kama unikute kwamba wanachungulia, mimi sipo hapa wiki mbili, lakini message haiwezi kaniingilia kule. Unajua, huyu jamaa eh, hey, ana uelewa na hicho kitu halale amke. Hey, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mungu anisaidie, ni kweli. Mungu anisaidie. Na ndio maana utakuta mimi nimesafiri, nikirudi, hey, moto uko vile vile, kwa sababu iki jamaa anajivuruga tu lakini najua ndani ya, ndani ya hizo kwata kuna nini hey. Ni afadhali nichekwe nikiwa natafuta msaada kuliko kukaa. Mimi ni afadhali unishangae nikiwa natafuta kumpata Mungu kuliko kukaa, kwa sababu najua mwanadamu yeye, ukikaa tu atakushangaa kwamba mtumishi atakuwa ameanguka ukiomba atakushangaa. Kwaiyo ni afadhali uombwe, wakushangaa ukiwa naomba. Ni afadhali mtu wakushangaa ukiwa naomba, lakini umekaa hivi umetulia hey. Hey, faida ielewa sana faida ielewe sana faida, ambayo umeikuta katika imani. Hakuna mtu ambaye anaendelea bila faida. Hebu usoma hapo, endelea kusoma hapo kidogo haraka, eh alaka saabu sisi, Mwanzo sura ya 12 mstari wa 4, si anasema eh naye Abraham alikuwa mtu wa miaka sabini na Abraham alikuwa ni mtu wa miaka sabini na tano alipotoka Harani alipotoka Harani. Abahm akamchukua Sarai mkewe, naam, na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, ndio, na hao watu waliowapata huko Harani, ndio, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, naam, nao akaingia katika nchi ya Kanaani, ndio pita katikati ya nchi ndio mpaka mahali patakatifu pa Shekemu ndio mpaka mwaloni wa Moa ndio na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo naam. Bwana akamtokea Abraham ndio akasema eh, uzao wako nitawapa nchi hii. Sasa hapo kwa kukumbwa muda Luka kwenye sura ishirini mstari wa kwanza tuendele tu, tuende kumwona huyu jamaa katoka, ndio kaambiwa atoke nini? Kimemkuta, lakini bado aliendelea na Mungu, kwa sababu ya uelewa, bado aliendelea. Ehe, Luka hapo, Mwanzo sura ishirini mstari wa kwanza anasema ehe, Ibrahim akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, ndiyo, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Naam, naye akatembea katika Gerari. Naam, Ibrahimu akamnena Sara mkewe, ndiyo, huyu ni ndugu yangu, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari hey, akapeleka watu akamtoa Sara ndio. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku ndio, akamwambia hey, umekuwa mfu wewe ndio, kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, naam, maana ni mkewe mtu, ndiyo. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia ha ha. Nini ninachokizungumza, Ibrahimu aliona faida zaidi ya chochote. Kuna faida aliona kwa Mungu zaidi ya mke wake, kumtambuisha ndugu yake. Kuna faida ambayo aliona kwa Mungu, hakikuwepo kitu cha kumgeuza kwenye hiyo faida eh, hakikuwepo kitu cha kumgeuza kwenye hiyo faida, hakikuwepo. Hakikuwepo kitu cha kumgeuza kwenye hiyo faida. Faida alikuwa yuko tayari ailinde, faida aliyoipata kwa Mungu kwa kumtoa mkewe azini hata na ule ndugu, lakini ailinde faida ambayo ameipata kwenye wokovu, kwa sababu alijua hii ndio mbegu ya kusababisha chochote. hii italindwa hii. E, hii italindwa hii. Jamaa alikuwa na uelewa na Mungu, acha mchezo. Kitu ambacho tunatakiwa tukifahamu katika wokovu au katika imani au katika mfumo ambao tunaendelea nao kuabudu haraka sana, zijue sana faida ambazo umezivuna katika mfumo wa kuabudu kwako, hizo zifunge sana hizo zifunge sana, zifunge sana hata kama utakutana na kitu chochote, lakini hizo faida zifunge sana, kwa sababu upepo upo, ushawishi upo, magumu yapo, lakini faida zifunge sana faida zifunge si sana. Hatutendi dhambi kwa sababu ni dhambi, hatutendi dhambi kwa sababu kuna faida tumeipata kwenye wokovu. Hatutendi, hatutendi dhambi kwa sababu ni dhambi. Aa, kuna faida ambayo tumeipata, kuna faida ambayo tumeipata imepita dhambi, imepita uzini, imepita chochote. Kuna faida ambayo tumeipata, kuna faida ambayo tumeipata imetufanya tuwe na thamani katika mazingira mengi. Hiyo faida tunailinda kwa gharama yoyote, hiyo faida tunailinda kwa gharama yoyote, kwa gharama yoyote. Inalindwa kwa saa, inalindwa kwa faida, inalindwa. Kuna faida tumeipata, kuna faida tumeipata. Hatuendelei na Mungu kama chama au kama kikosi au kama timu tu ambayo tuko pamoja, kweli tuko pamoja, lakini katika umoja wetu iweko faida ambayo. Kwenye hicho chama mmejikusanya, e, ndio. Kwenye kikundi chetu umenufaika na nini kwenye hicho kikundi hiyo? Zingatia sana e, zingatia sana. Zingatia sana faida yako, kwa sababu kwenye kikundi unashangaa mliokuwa umeshikana naye Anarudi nyuma kwenye kikundi, kama hautajua kwenye hicho kikundi ulikuwepo kwa sababu ya basi, hapo ndugu yangu utapotea eh, lakini kama unajua niko hapa, ni kweli, ni kweli, ni kweli ile ni ndugu yangu, wile tumeshibana kuliko ndugu yangu, wile tunapendana kuliko, kuliko, kuliko mdogo wangu Adam. Lakini mimi faida yangu naiona haja. Lazima niichungulie faida. Ni kweli, kuna watu tumewahubiria wameanguka, lakini wajaipita faida niliyoikusanya. Hey, hata uanguke mi naendelea, kwa sababu kuna faida ambayo nimeikusanya. Yaani mimi siwezi kuanguka kwa, kwa sababu kuna mshirika wangu ameanguka, itakuwa ajaona faida. Mi siwezi kulazimisha, ajaona labda, ajaona anachoshughulika nacho sasa nacho. Nianze tena kusema kaanguka, ntasikitika tu, ntaumia kweli lakini naendelea na kivuzi changu eh, naendelea na kivuzi changu. Naendelea na kivuzi changu eh, naendelea na kivuzi changu. Huwa nasema kwamba sisi eh, sisi ni mbegu, tutaendelea kuzaa eh, kwa sababu najua uokovu sio kitu chepesi, sio kitu chepesi, sio yenyewe kusimama na kuokoka akijawa kitu chepesi. Kwa mtu akisimba, tuwaambia safari njema, lakini tunaendelea kujifua na kuendelea kuzaa, kwa sababu nguvu bado zipo. Watoto bado wapo kiunoni, kwa hiyo natakiwa tuendelee kuzaa. Wako ambao watapona, wengine wamekufa, wapo wengine watakuwa hai. Hey, tuendelee kuzaa, tuendelee kuzaa, tuendelee kupanga risasi, tuendelee kuzaa, lakini hatuwezi kwanza kumeza vidonge vya uzazi wa mpango. Lazima tuendelee kuzaa. Lazima tuendelee kuzaa kwa sababu watoto kiunoni bado hapo, lazima tuendelee kuzaa. Eh, eh, eh, kwa sababu unajitahidi kwa gharama zote unajaribu unue mchele unue hiki eh, basi na sielewi eh, ndugu yangu ilionekana eh, nimekuhubilia lengo lako nataka uje kunichomoa lakini mimi nimeiona faida. Hata doni nilishaka mwambia nikambia, ndugu yangu ni kweli nawahubiria, lakini sio kirudi nyuma. Mimi nitarudi nyuma? Ah, mbegu haitakiwi iliwe. Mbegu ikiliwa sasa shamba itakuwa imekufa. Mbegu haitakiwi iliwe, ukirudi nyuma, kondoo. Mbegu inatakiwa ibaki mbegu, inatakiwa ibaki. Endelee kuzaa, eh endelee kuzaa, wako waliokusudiwa watokoka. Eh, wanadamu sio wao tu, kina sanda ambao tumehubiria, wanadamu bado wako wengi wamejaa wengi, ukiingia sokoni wengi, ukiingia kabwe wengi wengi. Katika wale yuko mmoja ataokoka, yuko mmoja ataokoka, yuko mmoja ataokoka. e, tukati tamaa ya kata tamaa ndo alipo yani, tunaposikia kuna mwingine ameanguka, ndipo tunapojipanga kununua spika orijinal na kuingia mtaani vizuri e. Niposikia kuna mtu mtwereki, nikasema baba, ngoja niangalie kispika fulani, chenyewe nimekiona hapa, tujikoke sawasawa eh, wananchi bado wapo wapo wapo, yaani kwamba kina wale mashoga kurudi nyuma hamna. Watoto bado wapo kiunoni, usinywe usi vidonge vya uzazi wa mpango. Watoto bado wapo kiunoni, wapo Eh, bado bado mpaka ukifikisha miaka tisini kule ndo anakuwa amepotea kabisa, lakini wapo, nguvu zipo, nguvu eh, zipo bado unakijipimo na bado siwezi bado, bado. Eh. kunywa eh, kidonge cha uzazi uzazi wa mpango hivi, siwezi eh, kidonge cha uzazi wa mpango sinywi, bado bado bado bado Ah, baba mwongozi, karibu baba, mambo ni mengi, muda mchache. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, basi mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Robati, na basi tunakuwa tunasikia vizuri tunakuwa tunasikia vizuri kwa sababu ya hamasa yake na moyo wake tulimisi baba. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili yake na moyo wake na kwa namna ambavyo anazidi kutuhamasisha kwamba tuzidi kuiona faida. Yani, wewe unaweza kuwa unawaza kukimbia, una miaka mingapi? Miwili, mitatu? Uliza, una miaka mingapi? Wanakwambia faida ipo, hawatoki ukiona. Yani, mtu anachimba shimo kuna dhahabu kule ndani anakwambia linazidi kwenda chini, haachi. We shuka na we nenda, yaani ujue kwa vyote kuna kitu humo ndani, sio unaanza kulichungulia unasema ah, ile shimo refu ah. <laughs> ingia kule ndo anakotoka na hivyo vitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili yake, na kwa kuwa muda wetu umeenda sana, basi nisiwe na maneno mengi zaidi, lakini ni ni kuombe ni kuombe, kama unaweza kuomba, basi ni vizuri uombe tu sana kama unaweza kuomba omba sana, na hata kesho, kama unapata nafasi ya kuomba njoo uombe. Sio hapa tu, hata tulio mtandaoni, kama unapata nafasi ya kuomba, basi omba omba tu sana. Ombea wazazi, ombea mtumishi wa Mungu kule, e, yani vyovyote unavyoweza kuomba, basi Mungu akutie nguvu, omba sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu hapo Kibaha ambao tumefanya ibada pamoja nao. Mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam pale uh, kutoka Mloo, mtumishi wa Mungu Esther, lakini pia kutoka Makongolosi Chunya, mbarikiwe sana na hongera sana kwa ibada uh, kutoka nini ualie peke yake hapa welea ah, oh. Mtumishi Robath hapo, Mungu akubariki sana, ongela sana kutoka hapa e, Mafinga, kwa mtumishi wa Mungu Adams. Barikiwe sana Yolam Changara kutoka Dodoma hapo, mtumishi e, wa Mungu Tunda hapo, barikiwe sana Manuel Majaliwa Sumbawanga kwa audio hapo. Moses Kongo ubarikiwe sana lakini Kiwila wapo kwa audio pia, ongereni na barikiwe sana mtumishi wa Mungu Moses kutoka Tunduma gea mtumishi e, wa Mungu Rafaeli kutoka Sumbawanga pia ongera sana na huyo Msukuma anayejiongeza na yeye anataka tumtaje wakati yuko hapa hapa, ongera na wewe baba. <laughs> ah. yuko Mazimbo. Basi mbarikiwe sana Mazimbo. Mara tunaona Msukuma anasomwa tuko naye hapa. Basi nasi sote Mungu atubariki sana. Naomba nimuombe Mungu kwa ajili ya kuahirisha ibada. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, tunakushukuru kwa ajili ya pendo lako. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unatuwazia mema katika hali zote katika mazingira yote. Hata wakati huu Mungu kukusanyika kwetu hapa na kukumbushwa ya kwamba tutazame faida, tusitazame ugumu, tuti, tusitazame mabaya tunayoweza kuwa tunakutana nayo, tuangalie faida ambayo tunakuwa tumeipata. Mungu wa milele, Mungu wa neema, tunaamini ya kwamba hata kama uko ugumu na yako mabaya yanaweza kuwa yanatupata hapa, lakini pia hata mahali pengine, pia watu huwapata, sisi tuko hapa tukiwa tunaamini liko tumaini, iko nguvu ya kuendelea mbele, tunaoipata kwa kukusanyika hivi na kwa kusikia maneno kama haya. Mungu wa neema, Mungu liye tumaini letu, ninaomba mkono wako hata kwa ajili ya watumwa wako huko Dar es Salaam ambako wako katika safari, mkono wako uwe pamoja nao katika jina lako Yesu Kristo. Mungu wa neema yote, tunaomba utupe ufahamu na uelewa ulio sahihi wa kukabiliana na kila hali na mazingira katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa neema yote, tunajikabidhi mkononi mwako kwa watu wanaotoka hapa na wale tunaosalia katika mazingira haya, katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu wa milele Amen. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Tumefika mwisho wa ibada. Ikiwa unaweza kuendelea kuomba, endelea kuomba na hata kesho kama unapata nafasi ya kuomba, basi ni vizuri ukaomba. Mungu awabariki sana.